Uh, maridhiano nafikiri ndo jambo ambalo linaweza likapelekea ya kila mmoja akapata kile ambacho anastahili kukipata. Bila maridhiano, bila kukaa chini, kuk kukaa katika meza moja na kuweza kuzungumza changamoto ya kile ambacho mtu kina anaona kabisa kwamba hiki mimi kinanikwaza, nafikiri hatutoweza kufikia katika, uh, katika hali nzuri bila maridhiano nafikiri ya kutokuwa na amani. Bila maridhiano hakuna mtu atakayeweza kufanya jambo lake kwa usahihi zaidi, mwisho siku tutapelekea kupoteana na nchi kuweza kuingiza katika machafuko makubwa. Sisi Watanzania ndo tunavoishi, sisi ndo tunavyoishi, yani hatuishi kwa, kwa chuki wala ugomvi, sisi hatujawahi kuzoea hio. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni jambo la maana na watazungumza kile nini ambacho wao wanakihitaji itakuwa jambo la maana sana hilo la kukaa pamoja kwenye meza, ili na we mwenye waseme wa nini hasa wao wanahitaji zaidi. Maandamano asifanyike asokuwa ya kisheria, ni hatari kwetu sisi wananchi, kwa sababu wengine tuna watoto, yaani kula kwenye mpaka utoke kama alivyosema mheshimiwa, kama hukutoka bwana wewe sasa, kama kuna vurugu hujafia ndani kwe